Ah, mchumo mmoja, hizi milioni moja laki tano milioni nini, hali ya kawaida. Kwa mchumo mmoja? Kwa mchumo mmoja kila baada ya wiki kila baada ya wiki eh, unaweza kutoa matenga mangapi? au ya yale eh matenga kwa nyanya? Ndipo kwa naanza nilikuwa natoa manne matano no, lakini sahizi imeanza kuchanganya, wiki iliyopita nimetoa matenga 22 na ha. Kwa wiki moja kwa wiki moja eh, e, biashara nzuri naona nyanya zime e, zimeenda juu, matunda mengi ya kutosha, sawa sawa tazamaji wa Shamba Hub TZ, leo tuko hapa maeneo ya kilimo madukani, e, watu wengi wanapafahamu hivyo. Tumekuja hapa kuweza kumtembelea mkulima wa nyanya. Huyu ni mkulima mkubwa, a, kabisa mimi nalifahamu jina la Baba Roma, sasa sijajua jina lingine ni nani hasa lile e, la kwenye nida, e, mtu ambaye anahitaji kufahamu Sawa kabisa, Roma ni jina la mtoto hey, Baba Roma. jina langu mimi naitwa Venance Romanus Ngogo hey. Naitwa Venance Romanus Ngogo ndio jina langu ambalo liko hata kwenye nida hmm. na shughuli zingine zote ndilo ninazozitumia Aha. Uh -huh. Na, na, na shughuli hizi za kulima nyanya uh, umezianza muda gani mpaka sasa ah? shughuli hizi za kilimo ni kama ni, ni asili na ketoka nazaliwa nilivyoanza tu shughuli za nani, wazazi wangu walikuwa ni wakulima, kwa hiyo nikawa na mimi ni mkulima eh. lakini kwa, kwa hizi nyanya nimeanza mwaka elfu mbili na, elfu mbili na mbili maana hmm. eh, nilikuwa nimetokea Makete, huko nilivyokuja hapa nikaona wanalima hizi, kuna jamaa yangu na mheshimu sana eh, ndiye aliyenifundisha hiki kilimo uh-huh. kama inawezekana baadaye baadae hiyo hey, wa uh, ukaamua kuchukua hii fursa, ukajua kwamba sasa hivi kilimo cha nyanya kina fursa kubwa. Nataka tufahamu na yule mtazamaji aweze kufahamu nyanya hizi ni nyanya aina gani, ambazo zina matunda mengi ya kutosha kama unavyoona hivi ya. Okay, okay, hizi nyanya bwana, mbegu ziko za aina nyingi, lakini hii mbegu kwa jina zilivyokuwa zinaingia walikuwa wanaita milele lakini sisi wakulima huku tumezoea kuita dumudumu. E, ilivyokuwa inaingia madukani walikuwa nasema milele. Sasa siku inani vizuri, ila kwa huku sisi tunaita dumudumu e, hii ni dumudumu. Dumudumu kwa jina la sisi watu wa mitaani huku, faida zake hasa ni zipi hasa? Yani tukizungumzia kuhusiana na, na uzaaji wake uzalishaji wake e, ni mkubwa wa kiasi gani? Ah, hii nyanya ndugu yangu ni nyanya moja nzuri sana, maana kuna aina nyingi ya nyanya, lakini hii nyanya nilichokipenda kwanza, wewe mwenyewe kama ulivyosema mtangazaji, kwamba ni nyanya inaenda juu hmm. Kwa sababu inaenda juu, ndio maana utaona tumeweka fito ili iwe inafuata iendelee hey, kwenda juu hey. Na ni nyanya nzuri kwa sababu ukiitunza vizuri kuanzia hapa chini, kwanza unakula kwa muda mrefu kisema kula manake kuchuma. yeah, unachuma, utachuma yeah, yeah, michumo mingi ni tofauti na nyanya hizi za chini. Hizi unaweza ukachuma mara tatu mara ine imeisha, lakini hii hapa una uwezo wa kuchuma mpaka mara kumi kama unaendelea kuitunza vizuri uh -huh. kwa mfano mpaka hapa sasa hizi mimi ni michumo mi... minne, hmm. hapa ilipo ni michumo minne. uh -huh. kwa hiyo faida yake kubwa ni kwamba unachuma kwa muda kwa hiyo michumo minne, lakini bado bado, eh, iko hivi inaendelea kuzaa yeah. Inachukua mizao mingapi mpaka mche kuchoka kwamba bana awezi kuzaa tena? Sasa hapo muda gani, kuanzia siku unapanda mpaka siku unaisha kabisa tikitiki, hawezi tena kuzaa? Kwa hii mbegu niseme kitu kimoja, ni kwamba ni pamoja na ardhi. Ukipata ardhi ambayo haijalimwa nyanya kwa muda mrefu miezi mitatu inaisha, unachuma miezi mitatu na miezi mitatu hiyo, ambayo ni wiki nne kwa mwezi, kwa hiyo mara tatu ni wiki kumi na mbili, maana kama nachuma kila wiki lakini, yeah, kwa fano sahizi nijua una uwezo wa kuchuma hata mara mbili, mm. Kwa fano sahizi hapa si unaiona nimechuma ilikuwa Ijumaa. Kipindi cha jua ni kwamba zinaiva haraka haraka, zinaiva haraka, lakini kipindi cha mvua kile huwa inaiva taratibu taratibu. Ndio hiyo tunafanya kwa wiki, ila mimi napendaga nichumage kwa wiki mm, ili nyanya iwe vizuri hata inavyoenda sokoni isiwe na, na ushindani. Wateja wako wakubwa, hasa wa hizo nyanya, ni wepi ambao unawauzia? Sisi wateja wangu wakubwa, kwanza mimi binafsi nina chumba cha biashara No, mke wangu anashinda kwenye chumba kile pale cha biashara. Kwa hiyo no, hata nikichuma biashara mbaya nzuri nazipeleka pale eh, na hata kutafuta wateja na wateja wangu wakubwa wakubwa asilimia wa kubwa, kubwa wanatoka Malawi. Ah, e, wa, watu, wa, wana, wanatoka Malawi kuja kuchukua nyanya, wanachukua nyanya kwa mama pale sasa, wanamjua kabisa eh, mimi kwenye mauzo najua na yeye husika zaidi ni mama. Ni kweli eh, uaminifu eh, mkubwa. Ongera sana eh, eh, eh, kwa hiyo faida inapatikana. Ha, faida inapatikana hmm. Inafadika inapatikana kwa sababu hii nyanya ni tofauti na viazi, sababu viazi unavovuna kama vimefika kukomaa, ukivuna siku moja umemaliza, kama bei umepata ni kubwa au ndogo, ya utajua mwenye. Unajua mwenyewe, lakini kwa nyanya unaweza ukaingia hasara michumo mitatu minne, lazima kuna mguso tena. Michumo mingapi unaweza ukaikuta, ni, ni, ni kipindi gani ambacho wago wanachuma nyanya nyingi, na ni faida kiasi gani uliweza kupata? Kipindi ninachochuma nyanya nyingi ni mwezi wa kwanza wa pili hiyo, eh, miezi inakuwa na nyanya kweli kweli, ambapo unaweza kuondoka na yale matenga matenga na magabi. Kwa mfano mwaka huu mwezi wa kwanza wa pili hmm. nilikuwa naondoka na matenga mia moja themanini no 100, 100, 100 moja kushuka huku chini themanini eh. sabini ila jana ndo ilikuwa zaidi ninandoka na matenga mia moj <laughs> na na, na ukisema sasa hayo matenga yote tunauza sasa, e, kapatikana mteja tuyauze, unakadiria kiasi gani cha fedha? A, hapo itidpendisina bei, maanayake bei itakayokuepo ndio inaonyesha uwingi wa hela. E, e, mara, okay, ma, ma, mara ya mwisho uliingiza gani? Mara ya mwisho e, kwa mtumo mmoja eh, ama kwa michumo yote? tuanze mchumo mmoja na michumo yote ah, mchumo mmoja hizi milioni moja laki tano milioni nini, hali ya kawaida kwa mchumo mmoja. Kwa mchumo mmoja ndio maana nasema inategemeana na biashara eh, ikoje. ikiwa kama biashara ya saizi hii eh? Ah, mbona <laughs> ina kwa nzuri kaise? hela inapatikana, mana kwa kipindi hiki angalau biashara ipo ah. Lakini ito, kuna miezi mingine huko biashara inakuwa. Kwa hiyo unatuambia sisi ambao hatulimi nyanya unataka kutuambia kwamba Fursa full hipo ah, inategemeana na moyo wako ulivyo nanii, maanake nyanya zinazoruba zina zinazoruba. Eh. Zina toka inaanza paka ukaanze kuila, kama ni mtu mkata tamaa haraka eh. Utaona kama ni kilimo kibaya. Kwa hiyo ni kazi ambayo inahitaji kuto kukata tamaa oh. Uwe ni mtu wa kujitoa kweli kweli. Ni kweli. Kwa hiyo uh, mbona imesema milioni moja, ukafikiria kama ni hela kwenda kuchukua, uh, au uko kwenye machimbo ya madini huko hii <laughs> Hi, inahitaji fanye kazi. Kwa hiyo uh, okay, unataka kuniambia nyanya ni dhahabu nyekundu? Pia uh, inawezekana e, kwa sababu kama una uwezo wa kuingiza milioni moja inamaanisha kwamba hii ni mali, lakini si tu mali we mwenyewe umeonesha jitihada eh, kuzingatia eh, kwa maana ya ubora wa ardhi, maandalizi ya shamba e, uchaguzi sama wa mbegu, mm, na tunaona hapa kuna watu wanafanya unyunyiziaji e, kwa hiyo eh, naamini ni uwekezaji mkubwa ambao umeufanya sana, sana, sana, hmm. sana, sana. Kwa, kwa yule mtu ambaye anahitaji hivi sasa uh, kulima nyanya tunamwambia nini yule ambaye anakutazama hivi sasa anahitaji kujua zile abc nini tunamwambia asikatie? Ah, e, mimi ninachosema kama nilivyosema awali ni kwamba kilimo cha aina yoyote ile kwanza kinahitaji jitihada za wewe mwenyewe uvumilivu e, na ukiingia huku kwenye nyanya sana sana inatakiwa uwe mfuatiliaji kwa sababu nyanya zina utaratibu. Unavyoanza kuipanda kwanza, kwenye kuandaa ki, kitalu cha mbegu uwe makini unapokuja sasa kuanza kuzipalilia, kupiga dawa, na hapo inatakiwa uwe makini. Kwa hiyo inatakiwa process zote uzifuatilie kwa umakini, ndipo unaweza ukafikia kama hapa nilipofikia mimi, lakini ukiwa ni mtu aiza, una wafanyakazi, wewe ni kuwatuma wafanyakazi tu, wale ni tofauti kabisa na viazi. Kwenye nyanya inatakiwa ufike, ufuatilie, ufuatilie. ndipo utakapoweza kuifanya kazi, kwa hiyo ufuatiliaji mzuri Uchaguzi wa mbegu, sawa. E, maandalizi kuanzia kwenye kitaro na vitu vingine sawa, na huwa tunatumia tuna, tuna uh, mbolea za aina gani? Mbolea tunazotumia cha kwanza kabisa kwenye ardhi hapa, mimi huwa natumia samadi na samadi ya kuku, nanunua yale au kama kuku zangu nimefuga mwenyewe na kusanya nakuja naweka kwenye, kwenye shamba e, pili, baada ya hapo natumia sana sana, ninavyopanda natumia dabu nikitoka hapo kwenye kushitulia ndo naanza kuchanganya sasa mbolea zote kadapu kwa mbali keni yulea, ikiwezekana na NPK na muda mwingine kama zipo mbolea, kuna hizi za zitwa yara, hizi kuna yara wina nitrabo kama zinapatikana, lakini muda mwingine mbolea nazo zinasumbua, utashangaa zipatikaniki hey. Kwa hiyo yeah. tuna change yeah. kufuatana na, na muda unavyo nani, unavyoenda lakini uzuri nimeona uh, serikali imeanzisha eh, kuna viwanda vingine vya mbolea vime vimeanzishwa kwa hiyo naamini ya kwamba huenda ile changamoto ya mbolea ikawa eh, imepatiwa mwarobaini. Kwa well, hiyo hizi, hizi zina, zina muda gani mpaka sasa hapa toka zina naanza kuzichuma eh. Ina maana zina mwezi toka naanza kuzipanda ama toka eh, naanza kuzivuna tuanze kuanza kuzipanda kuzipanda eh kuzipanda nimepanda mwezi wa pili, nimesia punje hii. Nilisia punje, sikupanda punje. Kwa yule mtu ambaye hajui, anamaanisha kwamba umepandia hapa, hapa nimetengenezea hapa, -hapa, hapa kwenye matuta yani ni kama ki, nimeanzia kwenye kitalu eh, lakini nimeanzia kwenye matuta hapo hapo moja kwa moja. moja kwa moja eh. Ah. Eh. kuna utofauti gani kati ya mtu ambaye anasia hapa hapa mbegu na yule mtu ambaye anatoa mbegu kwenye kitalu anakuja kuzipandikiza? A, tofauti ipo, ndugu mtangazaji, mm. Tofauti ipo ni kwamba unaposia hapa mm. Kwanza ni kwenye muda inachelewa, nyanya ya kwenye nani inachelewa, tofauti na ile ulioweka kwenye kitalu ukaihamishia kwenye kwenye matuta, matuta yeah, moja kwa moja hii utakaposia ikaote hi ianze kujitengeneza nyanya, aliyeweka kwenye kitalu ambaye nani amemwagilia moja kwa moja, inakuwa ime, inapishana e. hata hivi unaweza ukaona kuna shamba lingine liko mbele hapo, kama tutaenda, ni kwamba ile ni karibia inaisha, lakini sio kuisha kwa sababu ya miche uh, ni shamba liko tofauti uh, ina maana nimelima nyanya mara nyingi nyingi uh, kwa hiyo e, e, tofauti yake ni kwamba unavyoweka kwenye kitalu na, na miche kupanda miche, tofauti yake ni kwamba hii ya, kwenye, ya kusia moja kwa moja inachelewa hata kuanza kula. Hmm. Hii ya miche unawahi kula. Oh. So. Na tumeona hapa umepanda katika mfumo wa matuta, ni kwa nini? Na kwa nini hatujapanda katika sehemu tambarare? Ah, hii nimepanda sehemu ya matuta, kuna sababu nyingi sana. Kwanza sehemu ya kwanza nimesema, hii nyanya inaenda inapanda juu kama unavyoiona. Hmm. Kwa hiyo ukiweka sehemu ya tambarare kwa ubebaji huu wa matunda, fito hizi zinaanza kudondoka. Yeah, okay. Lakini ukiweka matuta, maana yake unaongezea udongo, ndio maana zinashika zina mm, hey. Alafu pili, saa hizi nyanya tulivyofanya hivi ni kwamba tulikuwa tunaenda kwenye kiangazi, siuna, unajua linawaka saizi mm. Kwa hiyo kupiga matuta namna hii ni kwamba unaweka ngalau ubichi uendelee kuwepo, tofauti na tambalale. Maana yake mgekuwa tambalale saizi, mgekuwa mmekauka kabisa kwa hiyo inasaidia kutunza ubichi okay. E. na umwagiliaji unafanya muda gani hasa, lakini pia unatumia aina gani njia gani ya umwagiliaji? Kwa hii niliweka kipindi cha mvua, kwa hiyo sijaimwagilia kabisa. Hujamwagilia? Sijamwagilia, kwa hiyo maanake toka napanda, nasi apunje kwenye ziwa pili ule imeenda nimenani, mvua zinakuja kunani, na ninashukuru Mungu mvua mwaka huu zilikuwa nyingi yaani hebu nieleze hapo yeah. unawezaje kutumwagilia na bado nyanya zikaendelea kukaa kama hakuna kitu ambacho kimetokea eh, yani una, unapata nyanya kama hivi lakini haujawahi kumwagilia ndio maana nasema mtangazaji hapa tuliweka nyanya mwezi wa pili kwa hiyo imeenda na mvua mwezi wa pili mvua mwezi wa tatu mvua mwezi wa nne mpaka mwezi wa tano mvua imenyesha na hii tuta ninavyokwambia, nilipiga tuta, kwa hiyo linavyoloana ndio limetengeneza ubichi, na ndio maana utaiona inaendelea. Kwa hiyo gharama ya mwagiliaji hauipati kabisa. Ha, kwa hii nyanya sijaipata, ingawaje zipo sasa ninazosema za kuvuna mwezi wa kwanza, zinazokuwa nyingi wa kwanza yeah, wa pili yeah, zile ndio natumia gharama za mwagiliaji oh. yeah, okay. kwa hiyo hapa hakuna, hapa hamna gharama hapa, maana yake nilivizia mvua, mvua ya Mwenyezi Mwenyezi Mungu. hmm. Uh, wewe ni mtu ambaye umewekeza hapa katika hizi nyanya. Kuna changamoto gani ambazo unazipata wewe kama mkulima aidha kuanzia masoko lakini pia magonjwa na vitu vingine, hebu tueleze. Ah, changamoto ni nyingi, changamoto ni nyingi na hizi ndio maana nasema ukiwa na moyo mwepesi ndio unaweza ukazira ukasema moja kwa moja umenani. eh. eh. kwa hiyo changamoto kama nilivyosema, hizi nyanya utafikiri zinahitaji mashamba mazuri. hmm. Hmm. Kwa hiyo ukiwa upata shamba ambalo haliko vizuri hmm. Utashangaa hata kukua hivi haikui, inaweza ukafika sehemu inakata inaishia, inakuwa fupi. Hey, haiendi tena. Haiendi juu. Yaani kama shamba haliko vizuri, yani utaweka mbolea utaweka, lakini bado haikusaidia. Kwa hiyo hey. Nawashauri yani, kama umegundua sehemu wanapolima mashamba yapo vizuri, inatakiwa shamba ndio liwe la kwanza, alafu changamoto nyingine ndio kama nilivyosema, ndugu mtangazaji, kwenye mbolea mbolea mbolea zetu serikali ni kweli imetoa ruzuku na sisi wakulima, unashangaa labda kulima tunaanza mwezi wa kumi. Unapokuja miezi ya kumi, hiyo mbolea ya kupandia inawezekana haipo, ipo ya kukuzia. Hii changamoto ndio inayotupa shida sana, unaanza kuhangaika. Haya, hii mwezi wa kukuzia sasa. Kwa mfano miezi ya kumi na mbili, mvua inanyesha, unashangaa mbolea za yulea keni hazijafika kuna dapu. Kwa hiyo hiyo changamoto na yenyewe inatusumbua sana sana. alafu swala la masoko, swala la soko na lenyewe kwa kweli bado bado linatusumbua linatusumbua sana, ingawaje tunashukuru kwa Uyole hii, yaani hata watumiaji wa mitaani ni wengi, kwa hiyo wanatusaidia sana lakini, kusemeti soko kwa mfano sisi hapa Mbeya, nyanya isipoingia Kiera, wakigoma wa Kiera inaanza kuleta shida na hapa katikati serikali sijui walifanya mm, nani gani, wakawa, wam, nani gani wakawa wa nchi ya ke, Malawi eh, malawizikaleta zi pakawa pamna conflict imeingiliana pale yeah. Nyanya ilianza kutusumbua kwa muda mfupi sana. Kwa hiyo ile, unataka kuniambia ule mgogoro wa Tanzania na Malawi ulikuathiri sana? Ah, kwa mimi uliniasiri, kwa mimi uliniasiri. Tena nashukuru hata walipoutatua haraka haraka, maana mm. ungeendelea miezi miwili mitatu tunapata shida sana sisi wananchi. yes, poleni sana ha. Lakini pia pongezi kwa waziri wa kilimo Mheshimiwa Hussein Bashir. Ha, namshukuru alivyomaliza ule mgogoro haraka haraka mm, yaani mimi mwenyewe nilifurahi maana mm, mimi kazi yangu ndio hii sasa, akinani huku tena kwingine <laughs> yeah. Unashangaa mtu tunapata shida, hakuna namna ya kufanya namna, namna sasa najua tu... una... watu wanakufahamu wale wateja wako ambao wamekuzoea wanakufahamu, lakini kuna mtu ambaye hivi sasa anahitaji kununua nyanya kutoka kwako, anahitaji kuwa mteja kwa mara ya kwanza, anakupataje? Ah, mimi kunipata nishukuru utandawazi mm. na huko nyuma nimejitangaza vizuri kabisa, kwamba majina yangu naitwa Venance Romanus Ngogo mm. na majina haya, tunasema sasa tunatembea na majina matatu manne, kuna namba za simu ndiyo. Kwa mawasiliano haya, najua watanikuta vizuri kabisa kabisa, maana namba zangu toka na zisajili mimi naitaga namba za Magufuri <laughs> za muda mrefu e, e. e. kwa hiyo nikizitaja hizo namba mtu akipiga atanikuta kiurahisi sana alafu, hata akifika hii eneo la Uyole ya kati, stendi kabisa Uyole ya Kati, e. kati pale akisema tu kuna majina ya utani sasa e. e, kama we ulivyosema baba Roma <laughs> lakini, <laughs> baba, baba Roma hilo eh. jina na lenyewe ni jina alilosomea shule, jina lake kabisa lililo nani anaitwa Pulo. Mwanangu huyo anaitwa Pulo ila shuleni kaenda kusomea hiyo jina, ukisema Roma linaweza likawachanganya pale eh, lakini ukifika pale useme Baba Prosper. Eh, Baba Prosper. Ah, yani ni haraka sana au, ah, ah, ukifika lile eneo useme Mwamkinga eh, mkulima wa nyanya uh, ni haraka sana. Namba, namba zangu za simu ziko mbili hmm. nina Airtel na Voda. Ndio, sina namba nyingine eh, namba ya Voda ni sifuri, saba Sita, saba, hamsini na tatu, sitini na tisa, tisa moja. Yeah. Na namba ya Airtel ni sifuri, saba, nane, sifuri, saba, nane, sita, sabini na mbili, tisini, tisini na tano. Um, wewe kama ni mfanya biashara lakini pia wewe kama ni mkulima kwa wafanyabiashara tunazungumzia, kwa mtu ambaye anahitaji kununua nyanya eh, kutoka kwake eh, hizo ndizo namba ambazo unaweza kuzitumia uh, kuweza kununua nyanya kutoka kwake. Kama unavyoona, si hapa tu amekuwa akijihusisha na kilimo hiki cha nyanya katika maeneo mbalimbali. Ana sehemu nyingi sana amelima nyanya, sawa. Kwa hiyo ana uwezo wa kutoa, uh, nyanya nyingi eh, kwa uhitaji wako wewe kama mteja, ukisema unahitaji labda um, matenga labda 30, 40 yeye ana uwezo pia wa kukupatia so. Kwa hiyo ni njia rahisi kwa wewe mfanya biashara kama umekuwa ukihangaika kutafuta uh, wakulima waaminifu, lakini pia wenye mazao mengi, basi ni vema ukafika hapa Uyole, uh, maeneo ya kilimo madukani hapa eh, unaweza ukampata, lakini pia ukampigia simu ili aweze kukupa maelekezo zaidi. Tulikuwa hapa kwa ajili ya kuangazia kilimo hiki cha nyanya kama unavyojua kilimo ni mchongo kwako wewe kijana, lakini pia kwa mtu yoyote yule duniani. Hivi sasa kilimo kimekuwa ni jambo muhimu sana, lakini pia una uwezo wa kujipatia kipato kikubwa kupitia kilimo, kama ulivyosikia hapa. Kama una jambo lolote la kuzungumza ambalo sikukuuliza na ungependa e, mtazamaji aweze uh, kulisikia lolote lile, kama hauna basi tuendelee na nashukuru. Mimi kwanza nipende kuwashukuru ndugu watangazaji, mlivyofika hapa, nimefurahi sana na nina washauri wenzangu, wananchi wa Tanzania, kwa kweli, kazi ni uti wa mgongo. Inatakiwa sisi vijana tufanye kazi, tujizile kwenye kazi, lakini hizi habari zingine za kukaa sijui vigengeni, humu tunajadili mambo sijui ya nini, hii <todohi> haitusaidii. Tufanye kazi ndio msingi wa maendeleo yetu. <todohi> Mimi nadhani niishie hapa, niwapongeze ninyi tufanye kazi ndio msingi wa maendeleo yetu. mimi nabegkuambia, hatuna la ziada. Endelea kuwa nasi, tufuatilie katika mitandao mbalimbali ya kijamii Facebook, Instagram, X kwa zamani Twitter, lakini pia tufuatilie kupitia YouTube channel yetu ya Shamba Hub TZ. Andika pale Shamba Hub TZ na kisha subscribe, angalia makala zetu mbalimbali ili ujifunze na kuweza kupata fursa mbalimbali mbali, lakini siku ya Jumapili usisahau kutufuatilia katika Radio ya 101.9, Access FM kuanzia saa 12 mpaka saa moja kwa saa za Afrika ya Mashariki, uweze kujifunza.